Aliwahi kusema ikiwa hujifunzi kutoka kwa historia umehukumiwa kuirudia. Kweli hiyo mara nyingi ni kweli. Historia inaweza kuwa mwalimu mzuri, mradi tu tuwe makini kwa maelezo na kujifunza baadhi ya masomo njiani. Sasa leo tutashughulikia zaidi ya miaka mia moja na ishirini ya historia. Katika sura chache tu hapa katika kitabu cha Wafalme wa Pili, tutaangalia kile ningependa kuita waride la warithi wa kifalme: wafalme sita wa Yuda na wafalme wanane katika wafalme wa kaskazini wa Israeli. Leo nataka kuzingatia ufalme wa kusini, wafalme wa Yuda. Kipindi hicho hicho cha historia kinashughulikiwa katika sura za 22 hadi 28 na za kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili na nitarejelea wakati mwingine kifungu hicho. Kwa njia, Mambo ya Nyakati wa pili inafuatilia tu historia ya wafalme wa Yuda. Sasa unaweza kukumbuka kutoka kwenye somo letu la mwisho kwamba Yehu alikuwa chombo cha Mungu kuleta mwisho wa nasaba mbaya ya wafalme Ahazia. Yehu hakuwa tu wafalme yadhamu na kujitawaza kuwa mfalme juu ya Israeli, lakini pia alimuua mfalme wa Yuda, Ahazia. Na sasa maandiko yanageukia Athalia, mama wa Ahazia. Yeye ni binti mwovu wa Ahazia na Yezebeli. Basi mara moja anachukua kiti cha enzi hapa baada ya mwanawe Ahazia kuwawa na Yehu. Na hiyo haikuwa yote. Kitabu cha pili cha pili Wafalme sura ya kumi na moja, kwa kweli kinaanza na umwagaji damu. Aya ya 1 inasema kuhusu Adhalia alisimama na kuangamiza familia yote ya kifalme. Kwa maneno mengine, ili kujihakikishia madaraka, anaua wajukuu wake mwenyewe, kama unaweza kufikiria hilo. Nikuambie, hii ni zaidi ya kunyakua madaraka kwa ukatili. Hii kwa kweli ni jaribio la Shetani Kufuta kizazi chochote kutoka kwenye ukoo ukoo wa Daudi, ukoo ambao Mungu aliahidi utaendelea. Sasa Athalia anafanikiwa kunyakua kiti cha enzi cha Yuda, lakini hafanikiwi kabisa kuwaondoa wapinzani wake wote wa uwezekano. Kwa kweli, tunaambiwa hapa kwamba dada ya mfalme Ahazia anaweza kumficha mpwa wake mchanga Yoashi. Aya ya tatu inatuambia kwamba Yoashi alikaa naye kwa miaka sita akifichwa katika nyumba ya Bwana, Adhalia alipokuwa akitawala juu ya nchi. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba kizazi cha mwisho cha Daudi kinahifadhiwa na ulinzi wa Bwana. Sasa njama inazidi kuwa ngumu. Yoashi anafikisha umri wa miaka saba na kuhani mcha Mungu aitwaye Yehoyada anajikusanya kwa siri, anamtia mafuta Yoashi kama mfalme wa Yuda. Adhalia anagundua na anaanza kupiga kelele, uhaini, uhaini, lakini basi ananaswa na kuuawa haraka, na Yehoyada anaita taifa sasa kufanywa upya kwa agano lao na Bwana. Tunaambiwa katika akaunti sambamba hapa katika mbili Mambo ya Nyakati sura ya 23 na aya ya 17, watu wote walikwenda kwenye nyumba ya Baali na kuibomoa. Na hapa kuna somo kutoka kwa historia kwetu leo: mipango ya Mungu haivunjwi kamwe na mipango ya Shetani. Sasa tunapewa habari njema hapa. Yoashi ambaye pia anajulikana kama Yoashi alifanya yaliyo sawa machoni pa Bwana hapa nyuma, katika mbili Wafalme 12 aya ya 2. Sasa kuna dalili ya tatizo hapa katika mbili Mambo ya Nyakati 24 aya ya 2, kwa sababu inaongeza kauli hii ndogo ya kufafanua ikisema kwamba alifanya yaliyo sawa siku zote za Yehoyada kuhani. Sasa hiyo inaashiria, unajua, tutakuwa na shida kidogo baadaye. Hata ingawa Yoashi anakusanya fedha za kukarabati hekalu na kurejesha ibada sahihi, wakati yule kuhani mzee Yehoyada anapokufa, basi Yoashi anaanza kufuata ushauri wa wengine na kwa kweli anaruhusu ibada ya sanamu. Kwanza tena, mwana wa Yehoyada anakuja na kumkemea mfalme kwa hili, lakini badala ya kutubu, Yoashi anamfanya mwana huyo mcha Mungu kupigwa mawe hadi kufa. Basi Mungu anachukua hatua ya hukumu na mfalme Yoashi anauawa. Kwa hivyo tunaweza kujifunza nini kutoka kwa historia hapa? Naam, hii inatupa onyo wazi: huwa makini na unayemsikiliza kwa ushauri. Usikaribishe katika maisha yako na kusikiliza washauri wasio wa Mungu. Basi kwa hilo, mwana wa Yoashi Ahazia anachukua kiti cha enzi cha Yuda yeye pia anaanza vizuri, lakini hajajitoa kikamilifu kwa Bwana na tunaambiwa hapa nyuma katika mbili Wafalme ne ya sura ya kumi na nne, watu bado walitoa dhabihu na kutoa sadaka kwenye mahali pa juu. Sasa ukisoma akaunti sambamba katika mbili mambo ya nyakati 25 katika aya ya kumi na nne, baada ya Ahazia kushinda taifa la Edomu, anachukua sanamu zao na anaziweka kama miungu yake, miungu na kuabudu. Je, unaweza kufikiria kushinda taifa la kipagani vitani kisha kuchagua kuabudu miungu yao ya uongo? Kwa kweli hilo ni jambo la kijinga kabisa ambalo unaweza kufanya. Kwa hivyo mwishoni mwa maisha yake, kwa bahati mbaya, kwa huzuni, hapa tunaambiwa katika aya ya 27 aligeuka kutoka kwa Bwana, na hiyo ni kama baba yake alivyofanya. Na kama baba yake anawawa. Kwa hivyo hapa kuna somo jingine la kujifunza kutoka kwa historia. Kujitolea nusu moyo kwa sasa kunaweza kuwa ufisadi kamili katika siku zijazo. Sasa, mwana wa Ahazia, Ahazia anayejulikana zaidi kwetu kama Uzia, anachukua nafasi ya baba yake kama mfalme wa Yuda. Na kitabu cha Wafalme wa pili kinatupa muhtasari mfupi wa utawala wake, lakini hapa katika mbili Mambo ya Nyakati 26 akaunti sambamba, tunapewa habari zaidi kidogo. Tunaambiwa kwamba anaanza utawala wake vizuri. Mstari wa tano unasema hapa, alijitolea kumtafuta Mungu, na alimradi alimtafuta Bwana Mungu, alimfanikisha. Sasa, Uzia atatawala kwa miaka 52. Atapata ushindi mmoja wa kijeshi baada ya mwingine, lakini kisha hapa katika mstari wa 16, tunasoma hivi: lakini alipokuwa na nguvu alijivuna hadi kuangamizwa kwake, kwa maana kwa kwa hakuwa mwaminifu kwa Bwana Mungu wake, na akaingia hekaluni mwa Bwana ili kufukiza uvumba kwenye madhabahu ya uvumba. Sasa hiki ndicho kinachotokea anapata ushindi na anajivuna kwa sababu ya hilo, na sasa anadhani kwamba anaweza kufanya chochote anachotaka kufanya. Anaweza hata kuchukua jukumu la kuhani, jambo ambalo ni kinyume na sheria ya Mungu. Basi Mungu anampiga na ukoma hadi siku anapokufa, na uchafu huu unamzuia kuingia hekaluni tena. Kimsingi, Uzia alikuwa na na kila kitu, lakini hakuwa na kuridhika. Na hapa kuna somo jingine kutoka kwa historia ambalo sote tunapaswa kujifunza leo. Inawezekana kutamani sana kitu ambacho hatuna kiasi kwamba tunapoteza uwezo wa kufurahia kile tunacho. Sasa katika mfululizo huu wa wafalme, mtu anayefuata kukaa kwenye kiti cha enzi ni Yodhamu, mwana wa Uzia. Maelezo tuliyo nayo kuhusu yeye katika mbili Wafalme 15 na mbili Mambo ya Nyakati sura ya 27 ni mafupi, lakini yanamsifu mfalme huyu kama mtawala mcha Mungu. Aya ya sita ya mbili Mambo ya Nyakati sura ya 27 inahitimisha utawala wake kwa kurekodi Yodhamu akawa odari kwa sababu aliyaweka njia zake mbele za Bwana Mungu wake. Kwa hivyo maisha ya Yodhamu yanatupa somo jingine kutoka kwa historia. Hapa ipo inawezekana: kuishi maisha ya utii kwa Mungu hata kama wazazi wako waliishi kwa kutomtii Mungu. Na labda kwa baadhi yenu leo, hilo litakuwa na umuhimu mkubwa na kuwahimiza. Sasa hatimaye, wote mbili wafalme sura ya 16 na 2 mambo ya nyakati sura ya 28 wanahadithia utawala wa mfalme wa Yuda Ahazia Mwana wa Yothamu. Sasa hakuna kitabu chochote kinachosema jambo jema kuhusu mtu huyu katika mbili wafalme sura ya 16, na, na aya ya 2 tunasoma hakufanya yaliyo sawa machoni pa Bwana na wacha ni kuambie hiyo ni kusema kidogo sana. Katika mbili mambo ya nyakati sura ya 28 na tunasoma katika aya ya 2 kwamba Ahazia alitengeneza sanamu za chuma kwa ajili ya mabaali na alitoa sadaka katika bonde la mwana wa Hinomu na kuwachoma wanawe kama sadaka. Sasa kwa kweli ni vigumu kufikiria kwamba mzao wa mfalme Daudi angeweza kutoa baadhi ya wanawe kama sadaka kwa mungu wa kipagani. Kweli utawala wa Ahazia unajulikana kwa kushindwa kijeshi. Mungu kwa neema anajaribu kuvuta umakini wake, lakini Ahazia hana nia ya kusikiliza onyo au ujumbe wowote kutoka kwa Mungu. Na hapa kuna somo jingine basi kutoka kwa historia kwa ajili yetu leo: kupuuza onyo la Mungu ni kuhakikisha upotea zaidi katika maisha. Sasa utawala wa Ahazia utaisha baada ya miaka 16. Kwa kweli katika mpango na neema ya Mungu, kifo chake kitaleta kwenye kiti cha enzi mmoja wa wafalme wacha Mungu zaidi wa Yuda. Ni karibu mshangao, lakini itakuwa baraka kubwa kwa taifa. Tutalazimika kusubiri wakati mwingine kumfahamu. Mpaka wakati huo neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.